Mwisho si wa siku anaishia kwenye understanding. Unakuta kweli wanafunzi wameelewa, lakini tunapoassess, tunaishia sisi wenyewe tunaishia kwenye tunaangalia mwanafunzi kaelewa au hajaelewa, amefaulu mtihani, je amepata sasa zile skill, anaweza kuzifanya kufanya sasa kile kitu, ile skill yenyewe ameipata? Kwa sababu unaweza kuwa una understanding lakini you don't have the skill ya kukifanya. Kwa hiyo tunapokuja ku assess pia tunatakiwa yes, tu -assess na ile skill ya mwanafunzi, amepata skill zozote sana, lakini kitu cha mwisho kabisa ambacho ndio cha muhimu zaidi ambacho kitafanya sasa aweze kwa yule mtu atakapo aweze kuajirika au kujiajiri pamoja na kwamba sasa ameshazipata zile skills competence, sasa tunakuja kumwangalia moja kwa moja uwezo wake sasa wa kukifanya kile kitu ameshapata competence ya kupitia kuweza ku execute sasa kile kitu, kwa sababu skill anayo ya kukifanya, lakini ataweza wanafunzi tunawafundisha labda na kile kifaa tiewa kwamba kiko hivi hivi, kiko hivi, lakini still tunakuja kumwangalia, je, yule mwanafunzi sasa anaweza, ana skills zile ile skills zake za kukitengeneza kile kifaa, sawa na ipo tayari kasi, lakini pia skills zake, anaweza kuwa umeenda naye pale, anafungua anafanya tena na nini, unaona, nafikiri competence sasa, moja kwa moja tunakuja kuangalia sasa uwezo wake sasa wa kuweza akiachiwa, mwenyewe kama mwenyewe kila kitu anaweza kukifanya mwenyewe mm. nikasiku kile kile alichokisomea yee kweli anaweza kukifanya mwenyewe, akiachwa pekee yake hapo. Saa leo kaajiriwa, je cakuwa kito sasa. Sisi unakuta kwa tatizo kubwa lililopo mitaala, kama nilivyosema, imosket natokeza mitaala mingi, lakini kufikii hatua ya kufanya wanafunzi tunafikia tu level aidha ya afterseli ama ataskil lakini umiikiaweza kufanya ku kufanya ku ku- ku kujiajiri au kuajiriwa, lakini lazima aweze kufikia level.